Hello, habari kwa majina mimi naitwa Dr. Merry. Mpenda mtazamaji, habari za muda huu popote ulipo. Namshukuru Mungu si jambo kabisa na kukaribisha sana katika darasa hili ambalo utajifunza kitu ambacho adimu sana na hujawahi kukipata katika maisha yako. Huu kwenye picha unauona huu, ni mmea unaitwa mvumanyuki au mvunja hukumu. Kabla sijaenda kukufundisha namna ya kutumia mvunja hukumu au mvumanyuki, na kuomba usubscribe. Bonyeza alama ya kengele kupata taarifa za madarasa na tiba mbalimbali mbali katika chaneli hii na pia oshe katika magrupu na sehemu mbalimbali, ili nao waweze kupata faida hii nzuri ambayo naenda kukupa sasa hivi. Unachotakiwa ni kutulia hapo hapo na kutazama video kwa umakini na kusikiliza hatua kwa hatua unawezaje kutumia huu mmea wa mvuma nyuki katika kutatua changamoto zako za kiroho na kiasili na pamoja na magonjwa mbalimbali. Tuende katika maua ya mmea huu wa mvuma nyuki. Maua haya ni mvuto mkubwa sana katika mwili, na maua haya ukitengeneza dawa na ukaweka katika mafuta yako ya kupaka, basi utaongeza mvuto mkubwa katika mwili na kuvuma na kusikilizwa kila sehemu. Maua haya, unachotakiwa ni kukausha kama unga, unapata unga wake lakini pia maua hayo unaweza ukatumia kuoga katika maji na ukapata matokeo mazuri. Mpendwa mtazamaji wangu, majani ya huu mmea haya ambayo yanaonekana ya kijani pamoja na miti yake ni dawa nzuri sana ya kutengeneza fusho safi. Yanatumika katika fusho safi na yanafanya kazi vizuri sana, haya majani yake. Tukienda katika mizizi, mizizi ya huu mmea wa mvumanyuki ni dawa nzuri sana ya magonjwa ya tumbo pamoja na maumivu mbalimbali ya tumbo. Na pia mzizi wake kiroho una nguvu sana pale ambapo unaweza kuutumia na kunuia na kwenda sehemu yoyote, utasikilizwa na watu watakuwa chini yako. Unachotakiwa kufanya wewe unatakiwa uchume maua uyatenganishe na majani uyatenganishe na mizizi utenganishe. Kila kitu kina kazi yake. Majani yana kazi yake, maua yana kazi yake na hata mizizi hii ina kazi yake. ikaushe sehemu ambayo kuna kivuli ili iweze kutengeneza nguvu nzuri kabisa. Mpendwa mtazamaji wangu, utatumia tiba yako kwa muda wa siku tisa mpaka siku kumi na nne. Kwa hivyo tiba hii utaitumia kwa umakini hasa na kuoga asubuhi na jioni kama ni dawa ya fusho, na kama matumizi ya mafuta utajipaka asubuhi na jioni kwa ajili ya kutimiza Tiba yako iweze kukaa vizuri kwenye mwili. Na kama ni mzizi unaotumia katika mambo yako ya kusikilizwa, kuvunja hukumu na kushinda kesi mbalimbali, mbali, basi hakikisha unapoenda kwenye hiyo kesi unaenda nao na kunuia kwa lengo la kuvunja hukumu hiyo ambayo inakuandama katika maisha yako na katika mazingira yako. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Merry, nakuomba ushee hii video na wengine wakapate hii elimu nzuri ambayo nimekufundisha, na pia toa maoni yako umependa darasa hili, na ulike pia subscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata madarasa yangu kwa haraka na rahisi zaidi na pia mpendwa mtazamaji wangu, kwa wewe unaosumbuliwa na magonjwa, wewe unaosumbuliwa na matatizo yamekuandama, wewe ambaye pesa hazikai, wewe ambaye huolewi, wewe ambaye kila kitu kwako kikifanyika kinaishia kati, mambo yako yote yanafanyika nusunusu, hayakamiliki, wewe ambaye kazi hupati unakataliwa kila sehemu, wewe ambaye hata ukienda kuomba mkopo hupati, wewe ambaye humalizi masomo yako kama ni unasoma, wewe ambaye kila ndugu anakuchukia, mpendwa mtazamaji wangu, karibu sana uweze kujipatia dawa zangu za kila aina na tiba mbalimbali mbali. Katika maisha yako uweze kutatua changamoto na uweze kupona changamoto yako kwa urahisi kabisa. Zipo dawa za kila aina, zipo tiba za kila aina, na kila kitu utaweza kukipata katika ofisi yangu na nitaweza kukusaidia changamoto yako kwa urahisi kabisa. Mpendwa mtazamaji wangu inakukaribisha sana na ninashukuru sana kwa kutazama hii video, na pia tutaonana katika madarasa mengine yajayo. Mpendo wa mtazamaji